Karibishe sana katika kipindi cha Mkushi Bible Reply Show, ikiwa ni sehemu ya kwanza kabisa ya kipindi hiki, na katika sehemu hii ya kwanza tunakwenda kujibu maswali yale uliyokwisha tuandikia katika chaneli yetu ya YouTube. Jina langu ni Loveness Anga, nikukaribishe sana katika sehemu ya kwanza ya kipindi cha Mkushi Bible Reply Show, na leo tutakuwa na pasta ambaye anakwenda kuyajibu maswali hayo kupitia mwongozo wa Biblia takatifu. Shalom, shalom. Bwana Yesu asifiwe. Kwa jina naitwa mchungaji Guirisha Geoffrey Tunzo Mjema, mchungaji wa kanisa la Adventist wa Sabato mtaa wa Gosheni unaopatikana Geita katika jimbo dogo la ukanda wa dhahabu, yaani Nyanza Gold Belt Field. Ah, uh, nipende kukaribisha. Nafurahi kuungana na wenzangu katika kipindi kizuri kabisa cha kuyachunguza maandiko pamoja na Mkushi Bible Reply Show. Leo niwakaribishe wote ambao mnatutazama na kutufuatilia kwa ajili ya kujifunza pamoja, karibuni sana. Swali letu la kwanza lililotufikia linasomeka: nahitaji kujua kwenye Biblia kama kuna sehemu imeonyesha au imeelekeza kuwa kutakuwa na madhehebu mbalimbali mbali, yenye imani tofauti, wakati huo huo yote anamkiri Kristo kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yao. Je, Mungu anatutambua kwa madhehebu yetu? Ah, asante sana kwa swali zuri eh, kutoka kwa mwenzetu aliyeuliza na ametamani kufahamu mambo ya msingi sana ya kwamba je, Biblia inazungumziaje inaonyesha kwamba kutakuwa na imani mbalimbali mbali, lakini pia madhehebu tofauti tofauti. Lakini swali la msingi, je, Mungu anatutambua kwa madhehebu yetu? Labda niende katika kiini cha swali kitabu eh, cha Waefeso sura ile ya nne mstari wa tano na wa sita Biblia inasema ya kwamba Bwana mmoja imani mmoja ubatizo mmoja, na mstari wa sita anasema Mungu mmoja, naye ni baba wa wote aliye juu ya yote na katika yote, ndani ya yote. Sasa ikiwa Bwana mmoja imani moja ubatizo mmoja, na muuliza swali anasema, je, wapi kwenye bibilia inatuonyesha kwamba je kutakuwa na imani mbalimbali, kutakuwa na madhehebu mbalimbali na Mungu anatutambuaje ikiwa Bibilia yenyewe inaelezea kwamba bwana ni mmoja, imani moja, batizo mmoja. E, sasa inawezekanaje? Na ndicho kiini cha swali. Kwa hiyo nimejaribu kulichukua swali lakini tunaliweka sasa katika mrengo mzima wa Bibilia, na tutambue ya kwamba e, sasa hivi dunia ina madhehebu mengi, lakini pia dini ziko nyingi. Sasa ni lazima tufahamu hayo yote yakoje, tufahamu ya kwamba madhehebu ni nini. E, lakini tufahamu kwamba dini ni nini, ili huyu muuliza swali wetu aweze kuelewa kwa kina dini ni nini. Sasa dini ni mfumo wa imani unaounganisha watu na hali ya kiroho, na wakati mwingine pia ni e, kwa ajili ya maadili. Inaweza pia kufafanuliwa kuwa seti ya mazoea na imani zinazohusiana na mambo matakatifu. Lakini dini ina sifa kuu kadhaa, ziko sifa karibia e, nne, e, ama tano, lakini ntazizungumzia sifa nne za dini. Ya kwanza, dini lazima iwe na kitu kinaitwa imani. E, lakini dini lazima iwe na matendo. Lakini pia dini lazima iwe na maadili. Lakini ili iwe dini lazima iwe na mafundisho. Sasa kuna, kuna dini ya Ukristo, kuna dini ya Uislamu, kuna dini ya Uyahudi, kuna dini ya Hindu, kuna dini za Ubudha. Ziko, ziko dini nyingi tu duniani, na kila dini inaweza kutafsiriwa kama vile njia. Ndio maana Yesu anasema katika kitabu cha Yohana 14:6 ya kwamba, Yesu akawaambia, mimi ndimi njia ya kweli na uzima, mtu haji kwa Baba ila kwa njia ya mimi. Sasa, madhehebu ama dini e, zilikuwepo tangia zamani e, zilikuwepo, kulikuwa na wa, wa, mafarisayo, kulikuwa na masadukayo. E, zimekuwepo dini tangia zamani, amekuwepo madhehebu tangia zamani. Na pia hata Paulo amejaribu kulizungumzia hilo katika kitabu cha Matendo ishirini na sita mstari ule watano, e, ameelezea pia kidogo kwa habari ya madhehebu. Sasa tuje katika swali, je, Mungu anatutambua kwa madhehebu yetu? Sasa ni lazima Hmm. Msikilizaji afahamu ya kwamba Mungu analo kanisa, Mungu analo kanisa. Ndipo Mungu anamwambia Petro ya kwamba wewe ndiwe Petro na juu ya mwamba huu nitalijenga nini, kanisa langu. Na anaoongelea mwamba anajiongelea yeye mwenyewe Yesu Kristo kwamba juu ya mimi kanisa litajengwa. Na ndipo Yesu anajitambulisha kwamba yeye ni mume na kanisa ni mke ambaye pia anasema atajiposea e, bikira safi au kanisa lililokuwa safi. Kwa hiyo e, Yesu ana kanisa na ni lazima tujue ya kwamba, sasa kama ana kanisa, kanisa la Yesu ni lipi? Ukifuatilia utagundua Yesu pia aliabudu, alikuwa anaenda kusali mara kwa mara. Ukifuatilia pia mitume wamekuwa wakiabudu wamekuwa wakisali mara kwa mara. Kwa hiyo kwa habari ya ibada, kwa habari ya madhehebu, yalikuwepo hata tangia zamani. Kulikuwa na mchanganyiko wa mambo mengi, wengine walikuwa wanaabudu miungu, wengine walikuwa wanaabudu masanamu. Kwa hiyo Yesu alipokuja alitamani kuweka utaratibu mzuri wa habari ya Mungu kwa kumwabudu, na ndio maana anajitambulisha sema yeye Yesu ndiye njia, ndiye kweli ndio uzima, na mtu hawezi kwenda kwa Baba ila kwa njia yake Yesu Kristo. Sasa mambo mengine ya msingi ya kuzingatia katika swali ya kwamba swali ni hili, je, Mungu atatutambua kwa madhehebu yetu? Sasa Mungu anatutambua kwa namna ambavyo moja sisi tunamwelekea yeye kwa mioyo yetu yote, ndo maana anasema kuna wengine watakuja, watalia Bwana, Bwana, atasema ondokeni, siwajui ninyi. Kitabu cha Mathayo sura ile ya saba, sema tulitoa pepo kwa jina lako, tulifanya tuli, tuli kazi kwa jina lako, lakini anasema ah, ondokeni siwajui ni kwa sababu gani? Kwa sababu hawa watu walikuwa wakifanya mambo au matendo ya kidini, lakini mioyo yao haikuwa kwa Mungu. Ni kweli kabisa, Mungu analo kanisa na hilo kanisa lake lipo ndipo. Anasema ha, ndio maana hajasema haja, haja makanisa, amesema juu ya mwamba huu nitalijenga nini? Kanisa. Lakini haitoshi, anasema atajiposea bikira, sio mabikira, bikira safi. E, maana yake kama ni bikira safi, bikira ni mmoja tu, ambaye ndio kanisa. Na kanisa ni nani sasa? Kanisa ni mimi na wewe, lakini ukiacha tu kanisa ni mimi na wewe E, yako mambo ya msingi kuyafahamu na miongoni mwa mambo ya msingi kuyafahamu ni kwamba Yesu aliabudu, aliabuduje? Mitume waliabudu, aliabuduje? Kwa hiyo Yesu licha ya kwamba e, atakuja kuchukua watakatifu duniani, lakini tukubali ya kwamba Yesu atakuja kuchukua watu wote waliomkubali. Ndio maana anasema aaminie na kubatizwa ndio atafanyeje? Ataokoka, ila asiyeamini atahukumiwa. Mungu analo kanisa moja tu duniani ambalo ndilo linatenda kama wakala wa wokovu kwa wanadamu wote, na anajaribu kuweka mkazo, kamavyo nimekwisha kusema, kwa, kwa Petro Mungu anasema wewe ndiwe Petro na juu ya mwamba huu nitalijenga kanisa langu. Manake Mungu analo kanisa, hajasema makanisa, analo kanisa. Lakini pia huko mkazo katika kitabu cha Waefeso sura ya tano ishirini na tano mpaka ishirini na saba anasema, enyi waume wapendeni wake zenu kama Kristo naye alivyo enda kanisa akajitoa kwa ajili yake ili makusudi alitakase na kulisafishwa kwa maji katika neno, apate kujiletea kanisa tukufu lisilo na hila wala kunyanzi wala lolote kama hayo, bali liwe takatifu lisiwe na mawaa. Kwa hiyo Mungu pia anaweka msisitizo na kwamba yeye ni mume e, yeye ni bwana harusi lakini analo kanisa ambalo ndio bikira safi ambalo analiposa. Sasa hawezi kuposa makanisa mengi, hawezi kuposa wake wengi. Eh, yeye anajiposea kanisa moja lililo safi ambalo yeye alilifia kwa damu ya thamani. Anasema wengi watakuja kwa jina langu wakiita Bwana, Bwana. Uh, tulitoa mapepo tulihubiri, tulifanya mambo mengi kwa jina lako, lakini habari mbaya ni Yesu atasema ondokeni siwajui ninyi, ondokeni ninyi mtendao maovu. Yesu anawakataa kwa sababu ziko taratibu na kanuni za Mungu katika kuishi, ziko taratibu na kanuni za Mungu katika kuabudu. Yesu analo kanisa, Yesu ana njia, ndo maana anajitangaza ya kwamba yeye ni njia ya kweli na uzima. Usipolijua njia ni rahisi sana kupotea kin ukijua njia ni rahisi sana kufika katika sehemu sahihi. Kama nataka kukuambia hivi, msikilizaji na mtazamaji, ya kwamba ni lazima tumwombe Yesu atusaidie kuifahamu njia sahihi. Asante sana pasta kwa maelezo hayo ya uh, swali la kwanza kwa uchambuzi huo mzuri. Sasa swali la pili nauliza kwamba, uh, wakati Yesu amekuja kuokoa ulimwengu, mbinguni alibaki nani? Asante sana kwa swali, vizuri sana ya kwamba wakati Yesu anakuja kuokoa dunia mbinguni alibaki nani? Ukweli ni kwamba mbinguni alibaki Mungu kwa sababu zifuatazo. Mungu ni cheo, lakini utendaji wa Mungu umegawanyika katika nafsi tatu, yaani Mungu Baba, Mungu Mwana na Mungu Roho Mtakatifu, na hawa wote ndio wanatengeneza Mungu. Kwa hiyo, ili awe Mungu ndani yake kuna Mungu Baba, kuna Mungu Mwana ambaye ndio Yesu Kristo alikuja kuokoa ulimwengu. Na kuna Mungu Roho Mtakatifu ambaye tunaye hata leo duniani akituelekeza katika mambo yote, na ndio maana kitabu cha Kumbukumbu la Torati sura ya sita mstari wa nne Biblia inasema sikiza e Israeli, Bwana Mungu wetu bwana ndiye mmoja. Kwa hiyo Bwana Mungu ni mmoja, ila katika utendaji wa nafsi tatu. Na Mathayo sura ya ishirini na nane mstari wa kumi na tisa anasema basi nendeni mkawafanye mataifa yote kuwa wanafunzi mkiwabatiza kwa jina la Baba la Mwana na la Roho Mtakatifu. Kwa hiyo Mungu sio nafsi moja. Mungu ni nafsi tatu. Kwa hiyo wakati katika uumbaji walishiriki wote. Mwanzo, Mungu aliziumba mbingu na nchi, Mwanzo moja moja. Na nchi ilikuwa ukiwa tena utupu e, na giza lilikuwa limetanda juu ya nchi na roho wa Mungu akatulia juu ya uso wa vilindi vya maji. Kile katika ubatizo, wakati Yesu anabatizwa, anasema na roho wa Mungu akashuka kama nini? Kama hua. Kwa hiyo e, wakati Mungu mwana yuko duniani katika ubatizo, katika utumwa wa kuokoa ulimwengu, Roho Mtakatifu akashuka kumtia nguvu Wakati huo Mungu Baba akiwa yuko mbinguni. Kwa hiyo hawa ni wanagawanyika tu katika utendaji, popote ambapo Mungu yupo basi hizi nafsi tatu zinakuwepo katika utendaji wake, Mungu Baba, Mungu Mwana na Mungu Roho Mtakatifu. Kwa hiyo mbinguni hakujawahi kuwa empty, hakujawahi kuwa kimya, hakujawahi kuwepo bila mtu wakati ni nyakati zote. Yesu akiwa duniani, Mungu Baba na Mungu Roho Mtakatifu walikuwepo. Sasa hivi Mungu Roho Mtakatifu yupo duniani akituhudumia kila mmoja wetu, Mungu Baba na Mungu mwana wako mbinguni. Kwa hiyo mbinguni kulikuwa na Mungu. Mungu akubarikini sana. Swali lingine lililotufikia katika sehemu hii ya kwanza ni kwamba kwa nini Bwana anaruhusu tupitie magumu ikiwa anasema kuwa anatupenda na je, ni kwa namna gani tunaweza mkiri Bwana wetu katika hayo magumu? Hatuna shaka kwa, kwa kuhusu upendo wa Mungu kwetu. Ni ukweli Mungu anatupenda licha ya kwamba kuna nyakati tunapitia magumu, na swali inasema kama anatupenda kwa nini anaruhusu tupitie magumu namna hii, na tunawezaje kumkaribia Bwana katikati ya mambo magumu? Kitabu cha Yohana tatu kumi na sita nasema kwa maana jinsi Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwana wake wa pekee ili kila mwamini asipotee bali awe na uzima wa milele lakini pia kitabu cha yeremia sura ya 31 mstari wa tatu biblia takatifu inasema bwana alinitokea zamani akisema naam nimekupenda kwa upendo wa milele ndiyo maana nimekuvuta kwa fadhili zangu ni lazima tujue ya kwamba eh, magumu yametoka wapi Eh, nimejaribu kutoa tu shaka ndugu mtazamaji na msikilizaji, ya kwamba Mungu anatupenda licha ya kwamba tutakuwa katika nyakati za magumu au tutakuwa katika nyakati za raha, hiyo haiondoi upendo wa Mungu kwetu. na kwa sababu gani sasa tunapitia magumu? Eh, dhambi ilipoingia ulimwenguni ilisababisha matokeo mengi mabaya kwa wanadamu. Dunia ambayo ilikuwa nzuri haijawahi kupukutisha majani, ilipukutisha majani yake. Dunia ambayo watu wake walikuwa wanaishi kwa amani pamoja na wanyama, walikuwa hawaishi tena kwa amani pamoja na wanyama. Dunia ambayo baada ya dhambi vifo vilionekana katika macho ya wanadamu. Magumu mengi sana na changamoto nyingi zimesababishwa kwa sababu ya dhambi ilipoingia ulimwenguni, lakini hiyo pia haimaanishi ya kwamba Mungu hatupendi. Ndio maana pamoja na dhambi kuingia ulimwenguni bado Mungu alishuka kupitia kwa Yesu Kristo kumuokoa mwanadamu. Sasa kwa nini magumu? Magumu yako katika namna mbili. Jambo la kwanza, magumu yanaweza kuja kwetu kwa ajili ya kuturekebisha lakini pia kwa ajili ya kututhibitisha. Oh, unaweza ukapitia magumu wakati fulani, ili mungu tu akurekebisha kuweka katika mfumo sahihi, lakini nyingine inaweza ikatupitia magumu ili Mungu atuimarishe. Ndo maana anasema jaribu halitawapata ninyi lisiokuwa la kawaida, lakini anasema lakini katika kila jaribu Mungu ataweka mlango wa kutokea. Kitabu cha Yeremia ishirini na tisa mstari ule wa kumi na moja anasema, maana ninajua mawazo ninayowazia ninyi, asema Bwana, ni mawazo ya amani, wala si mabaya hata ninyi tumaini siku zenu za mwisho. Kama mwanadamu katika hali ya ubinadamu, unaweza ukahisi maumivu, unaweza ukahisi kuachwa, lakini ukweli ni kwamba Mungu hajawahi kumwacha mwanadamu, ila mara nyingi sisi wanadamu ndio tunamwacha Mungu. Mungu anatamani hata katika magumu bado tudumu kumtegemea, hata katika hali njema bado tudumu kumtegemea. Kuna magumu mengine yatatuimarisha, yatatufanya kuwa imara zaidi. Ndio maana anasema, ili dhahabu iwe dhahabu ni lazima ipite kwenye moto. Moto unajua unaunguza, moto ni mkali bwana, moto sio wa kawaida, lakini eti dhahabu katika kupita kwake kwenye moto ndipo dhahabu inaonekana kufana, thamani yake inapanda. Kwa hiyo Mkristo katika majaribu usio ya kulaumu, mwambie Mungu nisaidie katika jaribu hili, nijue unamaanisha nini, unataka nini nifanye. Na ndio maana kitabu cha Mhubiri sura ile ya saba mstari wa kumi na nane nimesema, siku ya kufanikiwa ufurahi na siku ya mabaya ufikiri. Mungu amefanya hiyo moja kwenda sambamba na hiyo ya pili ili mwanadamu asipate kulijua neno lolote litakalofuata baada yake. Kwa nini siko kufanikiwa furahi? Hi ni raha, kufurahi ni kufurahi tu, hakuna mtu ambaye hafurahi mambo yanapokuwa mazuri. Akasema inapokuja siku ya mabaya atumia muda wa kufikiri, maana nikasema kwa ambaya, ya kwamba yanapokuja magumu mengine ni kwa ajili ya kuturekebisha kuturudisha katika njia, ni lazima tufikiri ya kwamba eh, katika mienendo kuna mahali tumekosea, eh, kwa sababu dhambi ipo ulimwenguni dhambi iko duniani. Sasa ni kama nataka kukutia moyo tu kwa ya kwamba magumu yanapokuja usikate tamaa, kwanza magumu huyo hayadumu anakuja kwa kitambo, yanaisha. Lakini hata kama yatadumu na duniani kusiwe na suluhisho, ili nataka nikuambie kwa uaminifu wako unaweza ukalala edha ni magonjwa ukafa kabisa, na kwa kupumzika kwa usingizi wa mauti, lakini ikiwa umelala katika tumaini la kumwamini Mungu, iko zawadi ya maisha tena baada ya Kristo kurudi mara ya pili. Ninakutia moyo ya kwamba dhambi ilipoingia ulimwenguni iliharibu kila utaratibu wa mwanadamu, lakini bado haiondoi ya kwamba Mungu anatupenda. Magumu yawe ni sehemu ya kutusogeza karibu na Mungu, yawe ni sehemu ya sisi kumtafakari Mungu zaidi, yawe ni sehemu ya sisi kujirekebisha katika mienendo yetu, na mwisho wa siku iko thawabu ya uzima wa milele. Mungu atakapokuja mara ya pili, ndipo kitabu cha Ufunuo sura 21 nasema mstari wa 4, naye atafuta kila chozi katika macho yao, wala mauti haitakuwepo tena, wala maombolezo wala vilio, kwa sababu mambo ya kwanza yote yanayotuumiza yatakuwa yamekwisha kupita. Mungu wa mbinguni na wabariki katika jina la Kristo Yesu, amina. Tunashukuru sana Pasta kwa machambuzi hayo makini kabisa. Sasa swali lingine lilotufikia nasema, Adam na Hawa walitenda kosa katika bustani ya Eden, uh, na alipowaambia wametenda kosa, hakuna mahali tunaona kwamba wametubu. Sasa wakati tunaambiwa toba ni kila kitu kwa Mungu, naye atakusamehe kwa nini baba yetu wa imani hakuomba msamaha? Asante sana kwa swali zuri hilo, ya kwamba Adam na Hawa ni kama hawaonekani wakiwa wamefanya toba baada ya ya kutenda dhambi na toba inaonekana ni muhimu sana katika maisha ya mwanadamu. ni ni, ni, ni kweli toba ni muhimu e, na bila toba a, bado huyu mwanadamu e, anaonekana hajaonyesha ya kwamba amekosea na ili kosa liwe limetubiwa tunasema ni lazima mwanadamu afanye toba. Sasa toba ni nini lakini? Toba ni kuhuzunikia dhambi, toba ni kugeuka, toba ni ku kuhu hisi kujuta kwa kile ambacho mwanadamu amekitenda na kufanya dhamira ya dhati ya kutembea katika barabara sahihi. Sasa sasa, Adamu na Eva walitubu wali japo huwezi kuiona moja kwa moja, lakini kuonyesha kwamba walitubu Adamu na Eva waliitwa eh, na Mungu na hawakukimbia hawakui. Biblia inaonyesha kwamba walienda akajificha kwenye miti, lakini hawajakuishia waliposikia sauti ya Mungu. Mungu akawauliza mko wapi, mko wapi? E, kama ambavyo wanadamu leo Mungu anatutafuta jue Mungu anatutafuta. Mara nyingi tunapotenda dhambi, mtu anapotenda dhambi ni kama, ni kama mgonjwa anakuwa haelewi, amevurugukiwa. Kwa hiyo kazi ya Mungu ni kuwatafuta wadhambi, ndo maana uokovu. Mara nyingi Mungu ndie anamtafuta mwanadamu, kwa sisi mwanadamu tuna respondi kuitikia ule wito wa Mungu wa kuokolewa. Na ndo maana alipoita Adamu, mko wapi? E, bibilia inathibitisha y kwamba wakasema tuko huku. Ndipo katika mazungumzo e, ha, Adamu hakuendelea katika hali ile ya kukaidi ya kwamba hivi ndivyo ilivyo, licha kwamba kulikuwa na majibizano ya kwamba mwanamke huyu uliyenipa na mambo mengi, lakini Biblia inathibitisha kwamba Adamu alimgeukia tena Mungu Mungu na kuisikia sauti. Hiyo ilikuwa ni hali ya kuonyesha kwamba nimejuta hisia na ndipo Biblia inasema Bwana wao walikuwa wamejifika mavazi ya majani waliojitengenezea wenyewe. Lakini Mungu akawapatia vazi la ngozi. Maana yake kulikuwa na mwana kondoo aliyechinjwa. Ile mwana kondoo ilikuwa ni kafara. Kafara maana yake ilikuwa ni utakaso, kurudishwa tena katika upya wao. Mungu kuwakumbatia na kuwakubali tena. Kwa hiyo walifanya toba, walifanya toba na hakuna ombi ambalo Mungu analisikia kwa haraka na kulijibu kama ombi la toba. Hata sisi wanadamu, napotenda dhambi wai katika toba kwa haraka mungu anasikia na anajibu kwa hiyo adamu na hawa walisikia sauti ya mungu na wakageuka na ndio maana miisho ya maisha yao haikuwa mibaya kwa sababu walijua ya kwamba wamekosa walijua ya kwamba wametenda dhambi bahati mbaya sana dhambi ilisamehewa ila matokeo ya dhambi kwao yalionekana, ikiwemo kufa kwa watoto wao, ikiwemo kulima kwa jasho, kufanya kazi kwa nguvu. Hayo ilikuwa ni matokeo ya dhambi. Dhambi ingaliweza kusamehewa, lakini wakati fulani tunaweza tukasamehewa dhambi, ila matokeo sawasawa na mtu ambaye ame, ameenda kufanya e, zinaa au zinzi akakutwa na maradhi yanayohusiana na, osiana, na na matendo hayo ya mabaya ya ngono. E, dhambi inaweza kusamehewa, ila ataenda hospitali, wengine watatibiwa na vitu kama hivyo, matokeo yanakuwepo, ila uthibitisho wa kwamba Adamu na Eva walitubu, yeah, walitubu na ndio maana walikuwa radhi kusikia sauti ya Mungu na kurudi katika barabara tena. Tunawashukuru sana watazamaji wetu na wasikilizaji wetu, na nipende kukaribisha ya kwamba unapokuwa na maswali usisite kuandika chini katika ukurasa huo wa chaneli ya YouTube. E, mara kwa mara uliza maswali kwa sababu mtaifahamu kwe nayo kweli itawaweka huru. Ukweli ni muhimu ufahamike kwako kwa ajili ya kuwa na nuru katika njia unayoiendea. Ni kushukuru sana pasta kwa kutenga muda wako kwa ajili ya ku Kuungana nasi katika kipindi hiki cha Mkushi Bible Reply Show. Lakini zaidi ni kushukuru wewe uliye mtazamaji na msikilizaji wa kipindi hiki ambapo umeweza kuwa chachu kwa kuuliza maswali, kwa kutufuatilia. Mungu akubariki sana. Sasa nikukaribishe katika kipindi kijacho kwa sababu mwisho wa kipindi hiki ndicho mwanzo wa kipindi kijacho. Wakati huo kama unaona kuna swali lako halijajibiwa usikose kuungana nasi katika sehemu ya pili tutakutana na swali lako nasi tutalijibu kwa uwezo wa Roho Mtakatifu.